Tunahitaji kuyatatua matatizo na dosari za uchaguzi ambazo wote tunaamini kuna mahali patafikia limit, wananchi hawawezi kuvumilia tena, hata wanasiasa hawataweza kuvumilia tena. Kwao tunaposisitiza no reforms no election, hii ni kauli ambayo mtawala yoyote muungwana, mtawala yoyote muungwana, kama kama kama hekima haijamwacha haijamkimbia, atazingatia haya tunayoyafanya, ili tusipitie uzoefu ambao nchi zingine wamepitia. Kwa hivyo tunayoyasimamia yako mengi, tunayoyasimamia kwamba yarekebishwe katika katiba, katika sheria, katika utendaji, ni mambo ya msingi yenye kutoa tahadhari kwamba iko siku tukiadharau haya tukiadharau haya, iko siku Tanzania, hawa hawa tunaona naona tunaona kama watanzania wapole, watanzania wapole, watanzania wapole, iko siku Tanzania hawa tutashangaana, jamani, tutashangaana. Na sayansi ya siasa inatuambia, sayansi ya siasa inatuambia kwenye masuala ya uchaguzi haya, mtu akivumilia seko ya kwanza, akavumilia seko ya pili, ukamfikisha seko ya tatu seko ya nne, hata kama lijitu limekama kondookondoo limsukule hivi utashangaa, limsukule linakugeuka hilo hilo unalolidharau. Sasa tunatoa tahadhari kwamba tuliopitia 2019 tuliopitia 2020 na uhuni na uhuni tuliofanyiwa 2024 likijirudia tena, tunatoa tahadhari na hii ni tahadhari njema kwamba tutakuwa tulitendei haki taifa letu ambalo wote tunataka liwe taifa la amani.